Swa daktari so, Leo Rais Samia Suluhu Hassan anatimiza miaka minne kamili madarakani tangu apishwe kuwa rais wa Tanzania kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati Rais Dr. John Magufuli. Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa makamu wa rais wakati huo wa utawala wa Magufuli na kuapishwa kwake kushika wadhifa huo kuliashiria zama mpya na mwanzo mpya kwenye siasa za Tanzania, akiwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo na wa sita katika historia ya uh, taifa leo na usiku huu tunaangazia masuala muhimu ambayo yamejitokeza katika miaka yake hii minne na pia kufanya uchambuzi wa jumla wa miaka yake hiyo madarakani na mtuna... tumetoka vifo 556 kwa kila vizazi hai laki moja mwaka 2015 mpaka mwaka 2022 ambayo tunaendelea sasa. Tuna vifo 104 kwa kila vizazi hai laki moja. Ni matumaini yetu tutakapofanya survey nyingine hivi vifo vitakuwa vimepungua sana kutokana na jitihada ambazo zinaendelea. Lakini vifo vya watoto chini ya miaka mitano na vyenyewe vimepungua. Kwa mwaka 2015 tulikuwa na vifo 67 kwa kila vizazi hai elfu moja, lakini ulipofika mwaka 2022, tulikuwa na vifo 43 kwa kila vizazi hai eh, elfu moja. Kwa hiyo unaona zile jitihada ambazo nimesema zote ndio zilizaa hayo matunda. Tutategemea matokeo makubwa zaidi itakapofika 2030 sisi tuna tunatumaini kwamba tutafikia lile lengo la, la kimataifa la vifo sabini kwa kila vizazi hai laki moja au hata chini zaidi. Tugeukie sasa kwenye sekta ya afya ambapo ujenzi wa vituo 530 vya upasuaji wa wajawazito na lengo hasa la hatua hii ilikuwa ni kupunguza vifo vya kina mama na watoto vinavyotokana na uzazi. Kwa hiyo mtaala mpya wa elimu umekuja kuziba hilo pengo kwa kuhakikisha kwamba wahitimu ambao wanamaliza katika ngazi mbalimbali wanakuwa na ujuzi na maarifa kwa zile fani ambazo wanazisomea. Kwa hiyo tunafikiri ni jambo zuri sana, lakini jambo lingine la pili, hii mitaala inakwenda ku, kuunganisha wahetimu wa ama wanafunzi pamoja na, na, na, na, na, na, na soko lenyewe husika. Naam, na sasa tuangazie katika uh, kipengele cha miundombinu ambacho nacho kimekuwa na, na mafanikio yake. Kwa sasa tuna tumeweza kufikisha eh, eh, zaidi ya megawati elfu tatu kwenye uzalishaji wa, wa, wa umeme na hii inatokana hasa na kuongezeka kwa uzalishaji kupitia bwawa la Mwalimu Nyerere. Kama tunavyofahamu, kabla ya yeye kuingia madarakani, hakuna mtu alikuwa anazungumzia mambo ya nishati safi ya kupikia, lakini kwa sasa tunaona kampeni kubwa inaendelea. Eh, teknolojia mbalimbali mbali za nishati safi za kupikia zinasambazwa, zinaenda mpaka vijijini. Usambazaji wa, wa teknolojia mbalimbali mbali umeongezeka. Tukiwa sasa kwenye sekta ya uchumi ambayo nayo imekuwa na ucheche mshwaji namefanikiwa kwa kiwango kikubwa katika maeneo mengi, hasa katika ile miradi ya, ki, ya kimkakati yeah, miradi ya kimkakati ya kiuchumi, unaweza kuona kwamba ameweza kufanya kwa asilimia kubwa, kwa sababu hakuna mradi ambao mpaka hivi sasa uko chini ya asilimia sabini miradi yote iko zaidi ya hapo. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, na hasa ukiangalia ni kwamba Eh, amepokea nchi ikiwa katika hali tete kutokana na masuala ya COVID-19, eh, mfumuko wa bei na mambo mengine kama hayo, lakini ukiangalia miradi, kwa mfano SGR, unaweza kuona hivi sasa mradi huo. Unaweza kuona hivi sasa tunapata megawatt kadhaa zaidi ya megawatt 400.